Leo Ijumaa tarehe ishirini na saba mwezi wa sita mwaka ishirini ishirini na tano majira ya saa moja na dakika ishirini usiku katika kijiji cha Mtengu kata ya Sudi tarafa ya Sudi wilaya na mkoa wa Lindi katika barabara kuu itokayo Mingoyo kuelekea Mtwara gari namba T mia moja hamsini na saba EAV ikiwa na trailer yake yenye namba T mia moja sitini na tatu EAU ambalo likitokea mkoani Ruvuma kuelekea Mtwara likiwa na mzigo wa makaa ya mawe lilipofika maeneo haya ya Mtegu liliacha njia upande wa kulia mwa barabara, likafika mahali ambako kulikuwa na wananchi idadi yao zaidi ya kumi wakiwa wamekaa nje ya nyumba yao, na hapo jirani ya nyumba kulikuwa na kibanda cha biashara. Likasababisha vifo kwa wananchi wanne, na kati ya hao waliofariki wanaume ni wawili na wanawake ni wawili lakini pia gari hili limesababisha majeruhi kwa wananchi wanne na kati ya hao wanaume ni wawili na wanawake ni wawili. Kati ya hao majeruhi wanne, watatu wametibiwa katika zahanati yetu ya Madangwa na wameruhusiwa, lakini majeruhi mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike amepewa rufaa kwa ajili ya kutibiwa zaidi katika hospitali yetu ya Ligula iliyoko mkoani Mtwara. Dereva wa gari hili amekimbia baada ya kusababisha ajali hii na jeshi la polisi linaendelea kumtafuta popote alipo. Chanzo cha ajali mpaka sasa kinachunguzwa, kwa sababu hatujapata taarifa na wala uchunguzi wa awali haujaanzisha kuona kwamba ajali imesababishwa na nini, lakini tunadhani inaweza ikawa ni hitilafu kwenye gari au ni mteremko mkali ambao uko maeneo haya, lakini tutatoa taarifa zaidi eh, chanzo cha ajali hii ni nini. Jeshi la polisi linatoa wito kwa watumiaji wa barabara na hasa madereva kwa kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria za usalama barabarani ili kuepusha madhara

kufika sehemu ile tukio, ndio mpaka sasa hapa naona na ma ma maiti wanne tuko nao, majeruhi watatu, maana jeruhi mmoja ni mdogo kabisa. Kwa madereva kule juu, uliona utaratibu tu kupunguza mwendo mdogo kwa fursa hii kuwapa pole sana kwa vile hile ambalo limetokea, na kama mlivyosikia, hatujapata uhalisia wa chanzo cha ajali, lakini tutampata huyo dereva kesho. Tutatuma timu yetu ya wataalam ima chunguza hilo gari, nini kimesababisha dereva ahame upande ule wa barabara aje kuvamia nyumba za watu. Kwa hiyo tukikuta na makosa, lazima ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Hatua kali kabisa zitachukuliwa dhidi yake kwa sababu ya vitendo vya hovyo ambavyo amefanya, kupoteza maisha ya wananchi wenzeuni. Watake tu endelee kuwa watulivu, kuu aio limeishatokea kuwa watulivu, wakati serikali inaendelea kutaua au kuchukua hatua kwa ile ambalo